Mtazamaji, leo nataka tumzungumzie Mario kidogo. Kuna jambo lake ambao amelifanya hapa, amepiga show ambao ni hatari sana. A, show nzuri tu na show ya kibabe kama vile, e, watu wanavyosema show ambao ni hatari zaidi e. Sasa nakwenda kuwekea show yake e, ipo hapo mbele tu uweze kuitazama uweze kujionea mwenyewe e, vile ambavyo Mario huwa anatikisa akiwa uh, kwenye jukwaani bwana, wacha nikuwekee video hiyo iko hapo mbele tu, wefika uweze kuiangalia uh, Mario ni mtu bad. mwenyewe anakuambia bad nation, basi ujue, eh, ni bad nation kweli, anazidi kukichafua eh, hapo kwenye show yake hiyo ya uzinduzi wa kampeni hizi za CCM, wasawacha niweze kukuacha ukiangalia video hii Mbea Media TV, e bwana, hii hapa show ya msanii Marioo kutokea upande wa Tanzania pale, ameweza kukiwasha kwenye kampeni hizi za uzinduzi e, wa kampeni za CCM mtazamaji. E, basi Marioo ni msanii fulani ambaye anakubalika. Kuna show yake moja hapa ambayo nimekuwekea na kwenda kukwekea uzidi kujionea jinsi ambavyo Marioo anakubalika, sababu Marioo ni mtu fulani yani, tokea toboe kimziki, kila siku anaachia hit song mtazamaji. Eh, kwa hilo halipingiki Marioo, alafu na msanii mwingine ni Chino. Hao wawili kila tokea toboe kimziki, kila wakiachia ngoma huwa ni hit song. Hawajaiachia ngoma mbaya yani, hao ndio wasanii wawili ambao wanafanya vizuri mpaka sasa hivi e. Sasa kuna huu wimbo mpya wa msanii Marioo ambao umetoka, uh, unajulikana kama vile dunia e. Watu wanazidi kukubali sana kinoma noma yani, watu wanazidi kukubali hii nyimbo e, ikipigwa kwenye show basi ni balaa lenyewe, ni hatari. Nitakwenda kukuwekea video hiyo ili uweze kujionea kile kitu ambacho nachokiongea, pengine unasema ni porojo, lakini sio porojo zangu bali naongea vitu fact tu wacha niweze kukuwekea video hiyo uweze kuitazama, na utaweza kuiona vile ambavyo e, msanii Mario huwa ana vibe kinoma noma kinomanoma. Umbea Media TV ndio channel tu ambayo inakuletea habari hizi. Kwa hiyo unapoangalia basi, hakikisha usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kushare pia, alafu baada ya kuview pia unaacha comment yako kama imekupendeza ama kitu gani una, unataka pale niweze kukudondoshea. Mbea media TV ya bwana zidi kusubscribe, wacha ni kwache uweze kuangalia video hiyo ambao nimeweza kudondoshea e, hapa mbele e, Mario akiwa anakiwasha a, kivumbi sana ebwana. Video yenyewe ndio hii hapa, hebu tazame.